Yes, Bwana Yesu asifiwe. Mbele yako ni mtumishi wa Mungu, Best Kimali. Unaweza ukaniita mwalimu au mchungaji, lakini hayo hayana maana. Kikubwa ni kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwangu nipate kuzungumza na wewe. Unajua, kukaa kwenye kanisa kwa miaka mingi sio kipimo cha mtu kukua kiroho, na wala sio kipimo cha mtu kuonekana ni mkomavu katika mambo ya kiroho. Kinacholeta ukomavu na mtu kukua kiroho ni fundisho la kweli ya Kristo. Yesu amesema tuukulie wokovu, lakini ili mtu aweze kuukulia wokovu lazima apate fundisho sahihi la Kristo. Anaweza akakaa miaka thelathini kwenye wokovu, anaweza kakaa miaka ishirini kanisani, lakini kama hapati fundisho lililo la kweli ataendelea kuwa mtoto mdogo kwa jinsi ya kiroho. Na kwa sababu hiyo, Mungu ameweka mzigo ndani yangu, tutakuwa na series ya mafundisho kwenye akaunti yetu ya YouTube yenye jina la Best Kimali Ministries. Unaweza ukaenda huko ukaitafuta hiyo YouTube yetu account na ukasubscribe, lakini pia mkaribisha na mwingine, tupate kujifunza pamoja, ili upate kukulia wokovu. Amen.